gu yangu Bibilia si tu kitabu cha dini. Bibilia ni kitabu kilichokuwa hai cha kiroho na kimejaa asiri nyingi na ufunuo kwenye mambo mengi sana ambayo Mungu mwenyewe anasema katika kitabu cha Isaya sura ile ya 46 mstari ule wa kumi, minalake Mungu linasema kwamba nitangazaye mwisho tangu mwanzo na tangu zamani za kale mambo yasiyotendeka bado, nikisema shauri langu nitasimama nami nitatenda mapenzi yangu yote. Hii ina maana ya kwamba tangu mwanzo mwanzo kabisa, Mungu alikuwa tayari ameweka mpango wa mwisho wa uokovu wa wanadamu, mpango wa kumwokoa mwanadamu kupitia mwanawe Yesu Kristo. Imeandikwa pia katika kitabu cha Timotheo wa pili sura ile ya tatu mstari wa kumi na sita kila andiko limevuviwa na mungu hiyo inajumuisha hata orodha ya majina ndiyo hata sehemu ambazo ingine hufikiria hazina maana kuzisoma tuongea ukweli hapa mimi mwenyewe nikiwa nasoma biblia kipengele na sehemu ambayo naona huwa kinakuwa kina boa zaidi ni kipengele cha majina ambacho huwa kinatangaza uko hadi uko, kizazi hadi kizazi. Sasa ndugu yangu, hembu sikiliza, katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya pili mstari wa 14 maandiko yanasema kwamba mtu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, ana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyaelewa kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Ndiyo maana tunahitaji Roho Mtakatifu kutufunulia yale yaliyofichwa ndani ya maandiko. Sasa leo ndugu yangu, na kitu ambacho kitatushangaza, tuangalie ujumbe wa siri uliofichwa katika kitabu cha Mwanzo sura ya tano, ujumbe ambao mimi mwenyewe kwa mara ya kwanza wakati na usoma nilishtuka, kwa sababu sio sehemu ambayo ningetegemea ni kuukuta sura hiyo. Najua kabisa ni miongoni mwa sura ambazo watu wengi pitia kwa haraka kwa sababu inaonekana kama ni orodha ya majina, lakini ukweli ni kwamba ni mfululizo wa historia unaobeba ujumbe wa kinabii, moja ya ujumbe wa ajabu kabisa katika Bibilia nzima. Mwanzo tano ni rekodi ya kizazi kutoka kwa Adamu hadi Nuu, familia moja ambayo ilipitia kipindi cha kabla ya gharika. Hadithi yenyewe iko hivi kwa lugha rahisi zaidi. Aweza ukasoma kitabu cha Mwanzo sura ya tano kwa kuhakiki na kujua yaliyoandikwa ndani yake, ila kwa ufupi hadithi inasema kwamba Adamu mtu wa kwanza alipata mtoto aliyeitwa Seti. Seti alimzaa Enoshi. Enoshi akamzaa Kenani. Kenani akamzaa Mahalaleli. Mahalaleli akamzaa ya Yaredi. Yaredi akamzaa Henoki, mtu aliyemcha Mungu na hakuuona umauti. Enoki yeye akamzaa Methusela, ya mtu aliyeishi miaka mingi zaidi kwenye historia ya dunia, miaka mia tisa sitini na tisa. Methusela yeye akamzaa Lameki na Lameki akamzaa Nuhu, ambaye kupitia yeye Mungu aliokoa wanadamu wakati wa gharika. Sasa hawa wanaume kumi kama saa ya Mungu, kizazi baada ya kizazi, wakipokea na kurithisha ahadi ya Mungu. Majina yao si ya kawaida tu, kila jina lina maana katika lugha ya Kiebrania, na yakiunganishwa kwa mpangilio, utagundua ujumbe wa ajabu uliokuwa umefichwa ndani yake. Tazama, maana ya majina hayo ni kama hivi katika lugha ya Kiebrania: damu maana yake ni mwanadamu. Seti tafsiri yake ni aliyeteuliwa. Enoshi tafsiri yake ni mwenye kufa. Kenani tafsiri yake ni huzuni au masikitiko. Maalaleli tafsiri yake ni Mungu aliyesifiwa. Yaredi tafsiri yake ni kwamba atashuka. Enoki tafsiri yake ni kwamba ufundishaji ama mfundishaji au aliyefundishwa. Methusela tafsiri yake kwamba kifo chake kitaleta. Na Beki tafsiri yake ni kwamba liyekata tamaa. Na Nuhu tafsiri yake ni kwamba pumziko au faraja. Sasa ndugu zangu, ukiyaunganisha haya majina, napata ujumbe mmoja mzuri na mtamu kwelikweli, na unabii uliofichwa ndani yake ni kama vile kizazi hadi kizazi kilikuwa kikipewa unabii taratibu. Mungu alikuwa akiujenga unabii akauficha ndani ya kizazi hadi kizazi. Sasa ukisoma hebu mimi na wewe tusome kwa pamoja kama sentensi moja, ukiyaunganisha majina haya yote kumi yatasema hivi: mwanadamu amewekwa kufa na huzuni, lakini Mungu aliyemtukufu atashuka akifundisha kwamba kifo chake kitaleta kita faraja kwa waliokata tamaa. Naam, hiyo ni Injili iliyofichwa kwenye majina ya wazazi wa mwanadamu kabla ya wakati wa gharika. Mungu aliweka unabii kuhusu ujio wa Yesu maana ya majina ya kizazi hicho. Adamu alianguka dhambini na kuingia katika mateso. Lakini Mungu alikuwa na mpango: atashuka kutoka juu, atakuja kufundisha na hatimaye kifo chake leta pumziko na faraja kwa waliovunjika moyo. Soma katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 14, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu. Luka 24:27, akaanza kutoka Musa na manabii wote akawafunulia katika maandiko yote mambo yaliyomhusu. Yenye soma pia katika kitabu cha Yohana 5:39 neno lake linasema mwayazungumza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba katika hayo mnayo uzima wa milele nayo ndiyo yananishuhudia mimi. Ndiyo hata majina kwenye orodha ya kizazi yalikuwa yanamshuhudia Yesu na ujio wake wa baadaye. Katika kitabu cha Mithali sura ya 25 mstari wa pili inasema, ni utukufu wa Mungu kuficha jambo bali ni utukufu wa wafalme kulichunguza jambo hilo. Ujumbe huu uliofichwa unafundishwa kuwa Mungu ni wa ajabu mno na Biblia ni ya rohoni sana. Kila jina, kila mstari, kila herufi ina maana. Huu ni ushahidi kuwa tangu mwanzo Mungu alikuwa na mpango wa kutuokoa kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo kila unapofungua Biblia yako usisome tu kwa akili, omba Roho Mtakatifu akufunulie kwa sababu, hata kwenye orodha ya majina unaweza kuipata alama ya msalaba ndani yake. Nikutakie kila laheri. Mimi na wewe tukutane wakati ujao.